Naamuka asubuhi, wanaenda kwa manyumba ya mawaziri, wanachoma manyumba, wanachoma mafamilia. they start like this, wanaanza namna hii. This seriously, there is a limit to which you can push people. How will you go to a church? wewe hata niambie, au unaingia kanisa namna gani na polisi kupiga watu, tia gazi kwa kanisa hata yule ambaye alituroga tafadhali, mumwambie arudi haraka, atutoe urogi, sababu i how can we live like that as a country, Bishop. Kama hawa wazee wanatuongoza hapa, watu wa Mungu wamewekea mikono, wanatuzungumuzia eti uingie hapa kuwapiga tia gazi hawa. Yani, what is happening? Kasumba ile ya kusoea mpaka umelewa na uongozi na nguvu. You are drunk with power That's why I'm telling you, my fellow Kenyans, kwanza tuombe, tuombe inchi yetu. Pili, sisi tukae pamoja kwa sababu unajua wakati shida iko kwa inji na mna hii tunaweza kudanganywa tuanze kuwanyika. Nimeanza kuona jana kwa social media mambo mengi imeanza kuingilia ya kusema sijui ni kabila fulani, sijui kabila hii kutoka Mount Central. Shida yetu si kabila Kenya hii. Shida yetu ni uongozi mbaya. Na uongozi mbaya, si kabila. Kama namna gani? Yeah. Shida yetu Kenya hii ni uongozi mbaya, sio kabila. Wezi kusema ni kabila hii ama kabila hii namna hii. Ukiwa mgonjwa, ugonjwa unakuja kwa watu wote. Ukiwa na shida ya kulipa visi, ni kwa watu wote. Sasa ukiona watu wameingia hiyo kasumba ya kwanza kusema ni kabila hii ni kabila hii, ao wako na shida, wameshindwa kufanya kazi yao, sasa wanatafuta vizingizio, piga hawa, piga wale tiaga, fanya hivi kind of of things things we we are are seeing here are going to destroy our country. Na niseme tu ukweli hapa hapa hadharani. I I I I normally see see people people circulating circulating my clips clips of things I said said in in 2022. I said tutakuwa na shida hii. Sasa wakati mambo imeingia, I see people circulating those clips. Don't circulate this this one when we have gone in trouble because I'm saying this openly today hapa kutoka mbele. Tukiendelea namna hii vile tunaendelea We are headed the wrong direction na tutaharibu nchi yetu sisi wenyewe. Hii siasa hii ni siasa ya kubomoa nchi. Mambo ya kiburi, kubeba mali ya serikali, pesa ya umma, kujipiga kifua hapa kwa viongozi, kudharau maoni ya wananchi, na kura za wananchi, ili sasa wewe uwe na nia yako and you have your way, whatever it takes. Let me tell you, my brothers and sisters, especially those of you, my fellow citizens and my brothers and sisters in government, those countries where you have seen wananchi wanaamuka asubuhi wanaenda kwa manyumba ya mawaziri wanachoma manyumba, wanachoma mafamilia. they start like this, wanaanza namna hii hii. Shida mumeona kwa manji jirani na huku, namna inaanza namna hii. Unafikiri na una ni mchezo? Unaanza namna hii because please take this seriously

And I will not make excuses kuja kuambia stories wakati kazi imenishinda, tinianze kuambia kublemu, sijui huyu nianze kusema sijui ni nani, sijui ni nani. Hapana, ni munipee kazi na muniulize maswali, nitakuwa tayari kujibu maswali. Mkinipea kazi mimi, nitakuwa pia tayari kujibu maswali yenu. Kwa hiyo kazi mtanipea.